Inawezekana una maneno mengi ya Kiswahili lakini unayazungumza ama kuyatamka bila kujua maana yake halisi. Neno ngono, unajua maana yake halisi? Basi maneno mengi uliyokuwa nayo yanaweza yakakutatiza na kukushangaza kwa vile ambavyo unaelewa wewe. Ila sio shida, mtaalamu Oni Sigara yupo kwa ajili ya kuweza kutusaidia na kuweza kujua maneno hayo na hapa nakuletea sauti ambayo imerekodiwa na mzee wetu nguli wa masuala ya habari hapa nchini Tanzania, Issa Michuzi, na ndio mmiliki halisi wa sauti hii, na hapa alimuuliza Oni Sigara, je, nini maana ya neno ngono? Najua utakuwa umeshangaa, basi moja kwa moja tumsikilize Oni Sigara. Ngono ni neno ambalo tume limepoteza maana yake halisi kwenye jamii Ngono wengi wanaifikiria tofauti na ambavyo kwa uswahili hasa inapato inapaswa kuwa. Ngono ni, ni mpangilio wa wake au e, uwenza ambao wako na ushirika kwa mume mmoja. Wanakubaliana mume wetu tunaye mmoja, na sisi tuko watatu, tunagawana ngono zake weza akaenda huku akalala siku moja akaenda huku akalala siku moja hivyo hivyo. Hizo ndio ngono, na ngono haina uhusiano kabisa na lile jambo letu ambalo wengi tunalijua. Kwa hiyo mimi nikisikia juu ya ngono zembe, huwa ninajua kwamba mtu hajatumia chandarua, uh-huh. ya lala vizuri usingizi ulikuwa mbaya sana, sio yale mambo. Sasa najua sasa hivi jamii imepokea hivyo, lakini ukweli ni kwamba ni neno la kibantu linalotokana na asili ya makabila yetu, na kila mtu hapo alipo ajiulize kulala kwao wanaitaje? Eh, wengi wanaita kugona, ngine gono, na ndio maana hapa nchini sehemu nyingi sana zinaitwa ngono. Mto ngono iko kwa Bukoba ko. Sehemu nyingine ngono ndio wanachukulia vingine, ni sehemu ambazo zamani watumwa walikuwa wakisafiri wanafika wanalala salama, wana wanalala kwa sababu eh, ni sehemu salama, hakuna hatari yoyote, basi wanalala hapo, kwa hiyo wanapiga ngono hapo. Sasa hii dhana iliyopo sasa ya ngono kwamba lazima ihusishe kitu fulani, eh, mimi nadhani, nafikiri dhana hapa ndio labda ulale na viatu bila chandarua bila shaka sasa utakuwa umejua maana halisi ya neno ngono. Je, una swali juu ya hili? Asante sana mzee wetu Issa Michuzi kwa kuweza kuniruhusu kutumia sauti hii. Mimi ni Amini Nyaungo wa Chamber Talk Show TV.